Katika muktadha wa machafuko ya masoko ya dunia, hatua serikali ya Marekani chini ya utawala wa Trump kuweka ushuru mkubwa wa kifedha kutoka nje kumesababisha kushuka kwa thamani ya dola ya Marekani. Katika hali hii isiyotarajiwa, ruble ya Urusi imeimarika kwa kasi kubwa dhidi ya dola, jambo ambalo limeleta mabadiliko makubwa katika maisha ya wahamiaji wa Asia ya kati walioko Urusi na uchumi wa mataifa yao ya nyumbani. Wakati wafanyabiashara wa sarafu katika masoko ya kimataifa wakiwa na wasiwasi, wakifuatilia skrini zao wahamiaji wa Asia ya kati katika miji mbalimbali ya Urusi kama Moscow na St Petersburg pia hawabaki nyuma. Kuongezeka kwa thamani ya rubo kumewafanya kupata thamani zaidi ya pesa wanazotuma nyumbani kwa familia zao katika nchi kama Azerbaijan, Tajikistan pamoja na Kazakistan. Kwa muda mrefu hawa wahamiaji walikuwa wakihofia hasara ya thamani ya pesa kutokana na mabadiliko ya viwango vya kubadilisha fedha, lakini sasa kila rubo wanayotuma nyumbani ina thamani kubwa zaidi ya hapo awali. Mamia ya maelfu ya wahamiaji wanaofanya kazi katika sekta kama ujenzi, usafirishaji na huduma binafsi wameanza kuona ongezeko la kiasi cha fedha kinachowafikia jamaa zao. Mtu mmoja katika soko la Kazakhstan alieleza hali hiyo akisema kuwa watu walisubiri kwa miezi kabla ya kutuma pesa wakitarajia viwango vya ubadilishaji bora. Sasa, kwa sababu ruba imeimarika, wanaweza kutuma fedha kwa uhakika zaidi na kupata thamani nzuri. Mabadiliko haya yameleta afueni kubwa kwa familia nyingi vijijini ambazo hutegemea fedha zinazotumwa kutoka nje kama chanzo kikuu cha mapato. Nchi kama Tajikistan na Uzbekistan zinasema kuwa mapato ya fedha za kigeni yameongezeka kwa zaidi ya asilimia ishirini tangu ruble kuanza kuimarika. Hili linatoa msaada mkubwa kwa uchumi wa mataifa hayo ambayo mara nyingi huathiriwa na ukosefu wa ajira na viwango vya chini vya pato la taifa. Fedha hizo zinasaidia mataifa haya katika kugharamia elimu, afya na hata kuanzisha biashara ndogo ndogo vijijini, hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi wa ndani. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya fedha wanaonya kuwa hali hii inaweza kuwa ya muda mfupi. Ikiwa masoko ya dunia yataendelea kuyumba au ikiwa sera za Urusi zitabadilika, thamani ya ruble inaweza kushuka tena ghafla. Aidha, kuongezeka kwa utegemezi wa fedha kutoka kwa wahamiaji Unaweza kuzuia serikali za Asia ya Kati kuchukua hatua madhubuti za kuendeleza sekta zao za ndani kama viwanda na kilimo. Kuimarika kwa ruble ya Urusi dhidi ya dola ya Marekani kumeleta neema ya kifedha isiyotarajiwa kwa wahamiaji wa Asia ya Kati na mataifa yao. Lakini pamoja na faida hiyo, kuna hatari za muda mrefu ambazo zitahitaji busara katika kupanga sera za uchumi wa ndani. Mataifa haya sasa yana nafasi ya kutumia ongezeko hili la mapato kuwekeza katika maendeleo ya kudumu na kupunguza utegemezi wa baadaye wa kifedha kutoka nje.